Ikiwa imepita siku moja tu kuanzia tupate taarifa ya kifo cha mwanahabari nguli hapa nchini Charles Hilary, leo tuna um, tunaanza kumkumbuka. Of course ni kuanza kumkumbuka kwa sababu eh, ni siku moja tu imepita, na tutakumbuka zaidi maisha yake na nyakati zake wakati wa uhai wake ni mwanahabari nguli aliyewahi kuwa mtangazaji wa Azam TV kabla ya kwenda kuwa uh, mkurugenzi wa mawasiliano ya rais ikulu ya Zanzibar pamoja na kuwa msemaji wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Katika alasiri ya leo, tuanze kwa kuangalia vile ambavyo alikuwa anapenda, um, Charles. Tuangalie miongoni mwa vibonzo alivyokuwa akiwafikishia watanzania kipindi bado anafanya kazi hapa Azam TV na hasa wakati anafanya kazi katika utangazaji. Lipua, lipua, 76, 77, 77, 76, ah, ah, 77, 77. 1978 ngumu sana wimbo huu mpweni na alipua lipua, nilikuwa namwambia Steve, kulialia aliniuliza ulikuwa wapi, nikamwambia wakati huo niko sekondari barubaru, kuli kweli sio mchezo, nilikuwa naweka hapo hivi hivi, na hizi nyimbo zilikuwa zikija sana, zinakuwa zimeanza kupigwa pigwa sana kule katika radio ya Kenya, halafu baadaye tunazipata sisi. Ah, ilikuwa hatari sana. Uwimbo naitwa mpweni Zonga, mkn Ibrahima, zongabrahimzongabrahim njoo rudida ah, ani angeniuliza mimi wakati wimbo huo unapigwa, mm. nilikuwa wapi? uh -huh. wakati yake wa barobaro anaeka -baro, afro hivi mimi mm, mm, <laughs> mm, mm. <laughs> sii kama ningekuwa ninajibu Sao, lakini kwa wakati huu tujiunge na balozi wa Tanzania uh, kule Moroko na huyu ni Saidi Yakubu uh, nikomoro Komoro, ni, ni Komoro. Kumradhi Balozi Saidi, kama unatupata habari ya ulipo kwa wakati huu, asante sana. Nawapata vizuri nikomoroni, eh, mm. Hapa na ni majonzi makubwa kwa kweli kupotelewa na mpendwa wetu Bwana Charles Hilary, hakika tukupe pole kubwa sana. Tunafahamu umefanya naye kazi wakati mkiwa BBC Swahili na mlikuwa mkikaa pamoja pia e, pengine utamkumbuka Charles kwa vitu gani hasa asante? Nashukuru e, ni kweli nimefanya naye kazi kwa takriban miaka minne, mwaka elfu mbili na nne mpaka elfu mbili na nane na viti vyetu vilikuwa mkabala vinatizamana kulia kwangu akiwepo Bwana Alex Muridhi na opposite au kwa mtazamo ndo yeye kwa Charles, lakini upande wake wa kushoto alikuwa Bwana Hassan Mhelela ambaye najua mm, naye mko naye Azam mm. Na kwa kweli e, kuna vitu kama vitatu hivi ambavyo vitanifanya nimkumbuke sana e, Bwana Charles Hilary. La kwanza ilikuwa ni ucheshi, na nashukuru hapo umeanza na kibonzo mm. Charles ilikuwa kila siku ukifanya naye kazi unashangaa tu muda umeshafika wa kuondoka, kwa sababu ilikuwa saa zote yeye ananibandika bandua, atakupeni kichekesho hiki, atakupeni kisa hiki. Alafu wakati tunaingia pale mi nilikuwa ni kijana mdogo, lakini ye tayari alikuwa mwandishi mahiri, amekushafanya radio Redio Tanzania mm. amekushafanya ITV, lakini pia alikuwa anatokea Sauti ya Ujerumani. Kwa hiyo alikuwa na maelezo na historia nyingi ya maeneo mengi sana. Kwa hiyo ilikuwa ucheshi ni jambo ambalo saa zote utafurahi kufanya kazi na Charles na mi nashukuru alinichukua pia kama kijana wake, ilikuwa kwenye vipindi vile BBC pale, kuna kuna cheo au wadhifa kwenye matangazo unaitwa producer one, yani mm, wewe ndio msimamizi wa matangazo. Kwa hiyo msimamizi wa matangazo unakwenda kwenye matangazo ya idara zote, ambayo unasema sisi idhaa ya Kiswahili tuna matangazo haya, idhaa ya Hausa wana matangazo haya, alafu pengine watu wa Hausa wanaweza kawa na hamasa ya kuchukua stori yenu moja au mbili. Kwa hiyo mara nyingi sana ilikuwa ikifika pale ananiambia, bwana, tunakwenda wote na wewe uta, utazungumza pale. Kwa hiyo ilikuwa ananiamini kwa kipindi hicho, nakutana na watangazaji na wengine mahiri wa bidhaa <coughs> nyingine. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili ambalo nitamkumbuka, lakini la tatu ilikuwa ni umahiri wake katika lugha ya Kiswahili mpaka leo kabisa. na mimi nawakosoa watu kwa kile ambacho amenielimisha yeye <coughs> anasema, kwenye Kiswahili hakuna neno kupelekea Yaani, kwamba labda mvua imenyesha mm. na kupelekea magari kukwama. Hakuna neno kupelekea, ni neno kupeleka ambalo halihusiani kabisa na sababu. Hapo ilitakiwa mvua imenyesha na imesababisha magari kukwama. Kwa hiyo neno kama hili kupelekea kila siku likitumika huwa na wakosoa watu, lakini ikiwa mwalimu alikuwa ni eh, Charles Hilary. Lakini jambo la tatu ambalo mm. pia nimejifunza naye la nne la kuwa e. nimejifunza kwake ambalo ni kubwa ni umahiri wake katika michezo. Ndiyo. Nakumbuka mwaka elfu mbili na saba kwa mara ya kwanza e, kulikuwa na dharura ya mtangazaji katika watangazaji wa michezo mm. e, a, nikaambiwa niambatane naye kwenda Wembley Stadium wakati huo ndio uwanja umemalizika tu kufanywa ukarabati mkubwa mm. Nikaambiwa niende naye Wembley Stadium ikiwa ni mechi ya ngao ya jamii baina ya Manchester United pamoja na Chelsea. Kwa hiyo tulikwenda siku mbili kabla kuangalia maandalizi lakini, na pia siku ya mechi ndo tulikwenda. Kwa hiyo yeye akiwa mtangazaji mahiri na mimi ndio kama ile saidi ya fundi kuelezea goli liliingiaje na nini mm. Sasa siku ile wakati tunaelekea akanambia, najua wewe hujawahi kutangaza mpira na kazi yako hapa ni kwamba watu walioko kwenye redio hawapo hapa uwanjani na hawaoni, kwa hiyo wasaidie waone kwa hiyo unatakiwa uelezee nyasi zikoje, mashabiki wamevaa nguo za rangi gani, mm. marefari wanaonekana namna gani, maumbile ya wachezaji yalivyo, na mpira unavyoelekea kaskazini, mashariki, kusini, na yote yale ambayo wewe unayaona, una usifikirie kwamba ukishayaona wewe ukisha, we yaona, we imetosha, unaeleza kwa juu juu, eleza kwa undani, ili kila mtu ambaye yuko kwenye redio, kijijini huko mbali, Maswa, Bariadi, wapi, anaweza ku, kupata picha halisi kutokana na maelezo yako, na ulikuwa unaipata vizuri yeye mwenyewe akiwa ameshika e, microphone akiwa anaeleza kwamba sasa marefari wanaingia wakiwa wamevaa uzi wao namna hii, ukiwa mm. na ukosi mweusi, wakiwa wamevaa bukta zao za rangi fulani, na anaelezea kwa namna ambayo unapata hamasa na wewe unajifunza zaidi. Kwa hiyo alikuwa ni mwalimu mzuri sana kwenye fani ya eneo hilo la utangazaji ambalo pia alikuwa akilipenda sana. Katika mambo aliyopenda sana kutangaza ilikuwa mpira, lakini pia nimefanya naye kazi akiwa msemaji kabla okay, eh, okay. ka, ka, ka, ka, ka, ya kufika kwenye usemaji. Ee, na hapo kwenye usemaji, uh, tukisalia hapo kwenye wakati afanya kazi za, za, za habari mm -hmm. eh, Charles ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakijali muda sana. Wewe u, ukiwa kijana wake ukiwa mtu ambaye ame amekutengeneza hili, umebakije? Umebaki nalo vipi? Kwa sababu tunamjua Charles ana heshima ya kazi, lakini pia amekuwa mtu wa kujali muda, tofauti na watu wengi hasa, unaweza kasema jamii ya, ya Kiafrika. Mimi naweza kusema Charles alikuwa na nidhamu ya kazi ambayo ndani mm, yake ndio ilikuwa ina kujali muda, kwa sababu muda wa kuingia kazini pale ulikuwa ni nafikiri saa nne asubuhi na yeye mara nyingi sana nusu saa kabla amekwishafika. na mm -hmm. Nakumbuka vizuri tukiwa Uingereza pale Charles alikuwa anakaa eneo linaitwa Ilford na Ilford pale unapanda basi moja tu namba ishirini na tano mpaka umefika, eh, Bush House ambapo ndio ilikuwa eh, ofisi za BBC kabla hazijaamia kwenye jengo jingine, kwa hiyo yeye ilikuwa anapanda basi lake ni moja tu, anashuka nje kabisa ya BBC kwa upande wa nyuma wa lile jengo, na saa tatu na nusu utamkuta pale. Sasa bahati nzuri sana, basi hilo hilo ndio lilikuwa linapita nje ya nyumba yangu kwa ajili ya kuja. Kwa hiyo kuna mara nyingine tena unapanda kwenye basi ili we uwahi kwa shughuli nyingine, Charles yumo ndani ya basi kwa nidhamu kabisa, na ulikuwa unaona kabisa ile nidhamu yake ya muda huo unaosema, kwa sababu always au mara zote Charles alikuwa anafika mapema zaidi na kama unavyotambua mm. E, BBC na taasisi nyingine kama Azam, taarifa ya habari ikipangwa, ni saa mbili ni saa mbili tu. Kwa hiyo hiyo nidhamu ya muda nadhani inatokana pia na uzoefu wake wa kutangaza na muda mrefu, hasa hasa taarifa ya habari kwenye Radio Tanzania. Alikuwa ananiambia wakati huo Radio Tanzania mtangazaji hauwezi kuhesabika kwamba ni mtangazaji mahiri unless au mpaka uwe unatangaza taarifa ya habari kwa mm -hmm. Hiyo pale, alikuwa mara nyingi sana ni mtu wa kujali muda, kama unavyosema, kama mnatakiwa yeye ndio msimamizi wa matangazo basi mtaondoka mapema sana, kwa sababu matangazo yalikuwa yako ghorofa ya nne pale BBC, na sisi ofisi za idhaa ya Kiswahili zilikuwa chini. Kwa hiyo lazima kuwa na muda wa kupanda lifti, kuna muda wa kutesti mitambo na nini, yote hayo alikuwa anayazingatia sana na pamoja na kuwa ni, ni mtu siria sana au mkali kwenye yale ambayo ni lazima uyazingatie katika utangazaji wako. Sawa so, so. Sawa, Mheshimiwa Balozi Charles Hilary ametuaga dunia, pengine unashauri tumwenzi vipi? Moja ni e, mimi nadhani hivi vyombo vinavyohusika na tuzo za habari e, nimeona juzi kulikuwa na Mama Samia Kalamu Awards wamepewa watangazaji, nadhani katika watu ambao kwa lugha ya Kiingereza wanaitwa legends. Hmm, Charles Hilary ni mmoja ambaye hiyo sifa anayo. Kwa hiyo nadhani e, kwenye hizi tuzo anaweza kupewa. Kwenye lugha ya Kiingereza wana neno wanasema posthumously awarded, yani anapewa akiwa amekushafariki. Kwa hiyo mrithi wake mmoja anaweza akapewa tuzo kama hii. Kufanya kazi zaidi ya miaka arobaini kwenye sekta ya habari sio jambo dogo, nidhamu kubwa, amefundisha watu wengi sana, na mm, ndio maana pia anaenziwa kwa kiwango hiki. Kwa hiyo nadhani hiyo tuzo mwakani taasisi zinazohusika zingeweza kutazama. Lakini jambo la pili, wale wote ambao wamepita katika mikono ya Charles Hilary, Radio Tanzania, ITV, Azam TV na hata kwenye serikali ya mapinduzi Zanzibar, ni vyema wazingatie maadili ya kazi na weledi kama aliyokuwa nao Charles Hilary, naweza kusema Charles hakusoma sana, aliishia form 4 kama alivyoniambia, lakini amekuwa na kozi kadhaa ambazo zimemjenga. Kwa hiyo tuzingatie sana weledi, ikiwa ni njia mojawapo ya kumwenzi mpendwa wetu Charles Hilary. Nikurudishe nyuma kidogo, uh, umesema pia umepata kufanya naye kazi akiwa ni mkurugenzi wa mawasiliano ikulu ya Zanzibar, ilikuwaje? Naam, e, niliteuliwa kuwa balozi mwezi Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mm. na kupangiwa kituo cha kazi hapa Komoro mwaka jana mwezi Aprili mm. Kwa hiyo moja ya mambo ambayo balozi unapaswa kuyafanya ni kuweza kuenda kuaga viongozi na kupata baraka zao na maelekezo. Mm. Kwa hiyo moja ya ofisi muhimu sana ambayo ni lazima balozi ukiteuliwa kwenda kwenye kituo lazima uende ilikuwa ni eh, ofisi ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ambapo yeye alikuwa ni msemaji kwa hiyo tulikuwa na mawasiliano mazuri, na ni yeye ndio alioandaa wa kila kitu, na nikafika pale, nilipomwona mheshimiwa. Baada ya pale nikafanya mahojiano, lakini pia tumekuwa na kama mnavyofahamu Komoro na Zanzibar kuna uhusiano wa karibu sana. Kwa hiyo mara kwa mara huwa ananipigia, kuna Wakomoro hawa wanakuja au wakikutana na Wakomoro kule atawaeleza e, kuhusiana na e, kwamba balozi kule ni rafiki yangu, atanipigia simu. Kwa hiyo tumekuwa kwa karibu sana hapa. Nilikuwa natizama mawasiliano yangu ya mwisho na Charles a ni tarehe tatu mwezi wa nne kwa hiyo ni kama mwezi tu umepita, ndio mm. mara ya mwisho alinitumia ujumbe na ni ule katika ile ile levu ya ucheshi, ilikuwa ni kibonzo kimoja ambacho sasa nitakienzi, kwa sababu ndio ilikuwa kama ananiaga vile na kichekesho hicho. Kwa hiyo ameondoka tukiwa namkumbuka kwa upendo mkubwa sana na, na, na ilikuwa ada ada yake. Eh, kutuma vibonzo hivyo kwa njia ya ya ya WhatsApp mm. eh, a kwa, kwa kwa watu wengi. Hakika. Eh, ili, ilikuwa inakupa faraja kiasi gani kuona kama eh, mtu ambaye umekuwa naye kazini, mtu ambaye amekufundisha kazi eh, ni mtu ambaye kwa wakati huo ana majukumu makubwa na, na wewe una majukumu makubwa lakini bado anakutumia vibonzo, hii ilikuwa na maana gani kwako? na hiyo pia ni somo jingine tunajifunza kwa ndugu yetu Charles mm. Mtu ambaye yuko kwenye Ikulu, mtu ambaye ni msemaji wa serikali mm. Mtu ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano eh, ni mtu wa shughuli nyingi na ni mtu ambaye unaweza ukasema ni mtu mkubwa, lakini hakuwa anajikweza, alikuwa Kamisa. kila baada ya muda akikukumbuka atakutumia utacheka, mtasalimiana, saa nyingine atakupigia simu e, nakumbuka pia nikiwa katibu. Mpaka leo mimi sijui Charles ni timu gani, Simba au Yanga, kwa sababu ilikuwa e, siku zote za mechi hizo atakupigia simu, labda anataka tiketi aje uwanjani kuangalia e, mechi ya Simba au mechi ya Yanga, maana nilipita pia kwenye ukatibu mkuu wa utamaduni na michezo, na tulikuwa mm. tuna kwa hiyo naweza kusema hakuwa, somo jingine la ndugu yetu, hakuwa mtu wa kujikweza kwa nafasi hizo alizozishika. Ungeweza kusema kwamba sasa mabega yangepanda ya na mambo yake yakaisha, lakini alibakia vile vile kuwa Charles yule yule ambaye unamjua eh, siku zote, na ndio ambacho pia nakiona wengi wanakizungumzia kwamba Charles alikuwa sio mtu wa kujikweza eh, kwa hiyo hili pia ni somo jingine tunalipata kwa ndugu yetu Naam. Sasa sa. sisi tu, tu, tunakushukuru sana, tukupe pole kwa mara nyingine, na tutoe pole pia kwa, kwa, kwa wafanyakazi wenzenu wa, wa, wa BBC kwa wakati ambao mlifanya kazi wote kwa pamoja. Bila shaka mmepata kupigiana simu, ni taarifa ambayo imewafikia kwa wakati ambao uh, hamkutarajia kwa hivyo tuwape pole hakika na pia tukutakie majukumu mema uh, ukiwa huko Komoros. Asante sana. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema na kushukuru sana. Amina. Tumezungumza na balozi wa Tanzania kule Comoros, huyu ni Saidi Yakub na tumezungumza naye mengi kumhusu eh, Charles Hilary, mwanahabari nguli ambaye um, amefanya pia kazi hapa um, Azam TV akiwa mkurugenzi wa UFM Radio, lakini pia akiwa mtangazaji nguli kabisa wa Azam News kwa miaka mingi. Na wakati tunazungumza na balozi ametuambia kuwa mm. yeye yeah, mpaka leo mpaka Charles anafariki eh. hajawahi kujua kuwa Charles alikuwa akishabikia mm, timu gani yaani. Mm, miongoni mwa vibonzo ambavyo tutaendelea kuviishi na tutaendelea kumkumbuka navyo Charles Hilary, kimojawapo hichi na pengine ndani ya kibonzo hichi atakuwa ametuambia e, pengine tutakuwa ndo wengi tutakuwa tunajua sasa kwamba Charles anashabikia timu gani yaani. Wengi wanajiuliza sana huyu Charles ni Simba, ni Yanga kwa nini leo siliweke wazi, watu wakajua? Ngoja nywe maji kwanza, swali hili <laughs> So, nisha ulizwa sana, mi ni shabiki wa Simba lakini mpenzi wa Yanga <laughs> utakuwa hujajibu bado. Ah, simekwambia mi shabiki wa Simba lakini mpenzi wa Yanga. Ushabiki wako kwa Simba ni nini? halafu baadaye tuambie kwa Yanga ni nini? Ushabiki wangu wa Simba ni kwamba timu hii inacheza vizuri e, na ilipotoka ku, kutoka Sunderland kuingia Simba nakumbuka mimi nilikuwa pale Msimbazi mwaka mtaa huo sabini na tatu eh, wa, wa uh, uh, uh, o pale pale Msimbazi. Msimbazi. Eh. Tulikuwa, tulikuwa pale nakumbuka kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Sheta, jamaa mmoja kwa mfupi, mpenzi sana wa Simba, alichangia tofali moja nasikia jenga lile jengo la Simba. Kwa Simba tulikuwa tunaiona sana mtaani kwetu pale, wachezaji wa Simba wengi walikuwa wanapita kwenda klabuni kwao. Nakumbuka marehemu ile Mwaijibe akienda hivyo, lakini pia naipenda Yanga kwa sababu uwanja wa Kaunda ulipofunguliwa nilikuwepo pale. Charles alikuwa ni shabiki wa Simba na mpenzi wa Yanga na hayo ni mahojiano ambayo alifanyiwa, uh, kwenye moja ya vipindi ambavyo vilikuwa vikiruka hapa Azam TV Nyundo ya Barwan Muhuza na ametaja ama alitaja sababu za yeye kuwa, eh, shabiki wa Simba na kuwa mpenzi wa Yanga na hii ni kwa sababu wa watu wengi maarufu watu wana, watu wengi wanatamani kufahamu kwamba wao wanashabikia timu gani katika hizi timu kubwa mbili ambazo zinaongoza hapa nchini. Mmoja wa wafanyakazi wa Azam media ambaye amefanya kazi muda mrefu akikaa naye dawati moja kwenye Azam news ni Ivona Kamuntu. E, tuko naye hapa, pengine naye atatuambia kwa upande wake wa, kwa upande wake eh, ilikuwaje wakati anafanya naye kazi mm -hmm. Lakini ni kwa namna gani anawasihi pia wanahabari eh, kumkumbuka Charles Hilary. Hivyo, Ivona, karibu na pole sana tu sote. um, tuanzie kwenye mapokezi ya taarifa mm -hmm. How was it? Ulipokeaje taarifa ya kifo cha Charles mm -hmm. Hilary. Mm -hmm. Ilikukuta wapi? Nilikuta njiani nikaanza kuona simu nyingi sana zinakuja. Uh, zikawa zinakuja kwenye WhatsApp zinakuja kwenye simu ya kawaida sasa. Kwa bahati mbaya, kwa sababu nilikuwa njiani, ikawa ni ngumu kumsikiliza mtu akamaliza sentensi yeah. Kwa hiyo walio wengi nilianza kuogopa kwa sababu niliona simu za ofisini sana na za za watu wanje, kwa hiyo nikaanza kuhisi pengine kuna shida eh. Kwa bahati mbaya niliwaza sana kwenye familia, sikuwaza kwengine. Kwa hiyo baadaye, baada ya kujipa muda hivi moja, nilibatika kuzungumza naye vizuri, akanipa pole Nikasema pole tena ya nini? Akagundua sijajua akakata simu, alafu baada ya muda zikaanza kuingia meseji za whatsapp nyingi sana. Nikafungua mmoja, nikihisi bado ni kwenye familia yangu, nilivyofungua alinipo pole bobi yako ya yeah. Kwa hiyo ndivyo ambavyo nilipokea So, kuanzia pale ikabidi nipokee pole sana Ivona, yeah. Umemtaja hapa uh, marehemu Charles Hilary na hata waliokupa pole wakikwambia kwamba babu yako amefariki, wewe. Charles Hilary kwako alikuwa nani? E, kama hivyo kama ambavyo mesema ni babu, mm -hmm. Baba, rafiki, mentor mshikaji wangu sana, alikuwa kila kitu kwangu yani, kwa maana ya, ya kupata muda wa kuzungumza naye, uh, nikiwa kazini tunafanya kazi, nikitoka nje ya kazi anakuwa mzazi, anakuwa rafiki, anakuwa mtu wa aina yote. Yani huwezi kuhisi kwamba kuna sehemu imepotea. Kwa hakika tumempoteza tume, tume mtu muhimu sana kwa hakika mm. Balkis pole na jikaze kutokana na, na, na, na, yeah. E, na hali hii kitu moja nimeahidi nime leo kwamba situlia, kwa hiyo e, naomba msilie, naelewa so so, ni ngumu lakini tusilie tusilie, anapenda furaha hmm. Na nakumbuka alivyokuwa anapenda kututania, alikuwa anapenda tucheke, alikuwa anapenda tufurahi hmm na nakwambia na uki, ukiweka vitu moyoni, moyo unasinyaa. Kwa hiyo unavyosinyaa, unaweza ukapata matatizo Sao, kwa hiyo naomba tujikaze na alafu tumwombee sasa. Wito umetolewa hapa, tujikaze na tumwombee marehemu Charles Hilary. Wakati wa uhai wake alikuwa mcheshi, miongoni mwa sifa ambazo kila anayezungumza analitaja hilo, na katika hili moja kati ya kibonzo linaashiria na linatufundisha na linahakikisha na linasema kweli. Katika hili tukitazame piskari, hmm. Unaelewa maana hiyo neno piskari? Mimi si sielewi si, si, lakini naona ni mjadala ambao ndio maneno ya siku hizi yanachipuka chipuka, maana yake ni hivi. <laughs> saa hivi kila anayepostiwa Instagram msichana sijui mzuri sijui nini piskari, e, piskari Yaani msichana mzuri ndo anaitwa Piscal. Eh. Yaani kila ukiposti posti kuna watu wanakuja kwa Piscal sana. Piscal sana. Sasa na alianzisha Piscal na yeye Pisi vile vile. Kwa hiyo wewe unakukera wewe. Ni alikera. Na yeye Pisi tena Pisi yake manchi ambayo jamaa hajapata nani. Hajapata Pisi. Basi na babu anaongezea, msiwaite akina dada zetu na mama zetu Piscal. Mm. Blood second hand. Ndio. Yeah. Pumzika <laughs> <is second> <laughs> <laughs> kwa amani mzee Charles Hilary e, kwa hakika tutayaenzi yale ambayo umekuwa ukitufundisha katika uhai wako, uh, katika tasnia ya habari kijamii pia mpaka uh, ulipokuwa katika uongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ivona ina, hey. Inasemekana ya kwamba wewe ndiye uliye muunganisha uh, Charles Hilary katika Instagram aikuwa <laughs> <laughs> <Ay> rahisi <laughs> <laughs> <laughs> Um, nili, nilikuwa na furahi jinsi alivyokuwa kinifurahisha no. na vituko vyake vya ubabu ndo ubabu mm. ulipoanza mm. mm. kwa hivyo nikawa na mrekodi mona hata hapo eh, kama sio Steve basi itakuwa huyu bibie mm mwenye nyumba ya kamera, tuko tukipenda kumchokoza sana <laughs> ndio ndio, kazija kazija kwamba tu record. Kwa hiyo mi kazi yangu kubwa iko kumchombeza tu aongee, okay. Kwa hiyo nikawa namchombeza na na namrekodi, alafu na post kwenye Instagram ama social media zangu, watu wanajua walivyokuwa wanafuatilia. Kwa hivyo, namna ambavyo mapokeo yalivyo kwa wengi, nikagundua kwamba watu wanatamani kumjua Chaz nje ya ofisi au hata kama akiwa ndani ya ofisi vituko tuko vyake, mambo mambo yake yale, watu wanatamani kuyajua. Kwa hiyo hapo sasa nilikuwa nikipost binti yake Faith mdogo yule. Akaiona, anacheka sana kwa sababu naye anamjua babake jinsi alivyo. Nikamwambia, bwana, hebu tumkumvisi huyu afungue account. Akasema sasa, sasa jamaa yangu huyo atashika hiyo simu saa ngapi? Na alikuwa so busy sana na mambo mengi kwenye simu, nikamwambia sasa, itabidi wewe ndo umsaidie kweli. Akanisaidia, kawa rahisi, akaenda akamfungulia social media zake zile, na zikapata followers wengi sana kwa wakati mfupi sana kwao pale. Ndo nikawa sasa naendelea kwao, ikawa, ikawa ni tabia yetu kabla tujaanza nyuzi ama tuko nje hatujaingia eh, e, studio au tunakaribia kwenye kibonzo au ndo tunafanya rehaso ama tunakaribia kumaliza, basi tu kuna vitukutuku vyake atafanya, tunawapa vijana turekodi, tunapost kwenye, kwenye social media zake hivona so. Tukiwa tunamalizia mm. Kila mtu anayemzungumza Charles lazima agusie ualimu wake mm. Tunatakiwa kumwenzi vipi sisi wanahabari mm. Charles, yeah, Charles tusio na mazoea kwenye kazi mm. Tusio na mazoea kwenye kazi yani hii kazi haizoeleki, ya yani tusijikute kwamba tumefika tukionekana hapa kwenye TV tukaona maisha yote tumemaliza kazi yetu kila siku ni kujifunza. Charles na utu uzima wake wote alikuwa ni mtu wa kuuliza, alikuwa ni mtu wa kujifunza, alikuwa ni mtu wa kutamani kupata kitu kipya, pamoja na utu uzima wake na ulijindari wake. kwa tusi, tusifanye mazoea ya kazi, lakini vile vile eh, tuwe na wito. Hii kazi ukiwambia watu ni wito wanakuwa wakuelewa, kila mtu anawaza ule umaarufu. Hii kazi ni wito tena wito ulo, ulotukuka. Charles alikuwa na passion na hii kazi, alikuwa anapenda kuitendea haki na nyini mashuhuda alivyokuwa humu ndani alivyokuwa akijaribu kuturekebisha namna ya kutamka maneno, hata alivyoondoka hata alivyo, yaani bado alikuwa anapiga kabisa hilo neno linaandikwa hivi, inatamkwa eh, hey, hivi haswa sana. Na kingine cha muhimu sana, nidhamu. Mm, nidhamu sana studio nusu saa kabla nusu saa kabla kabisa. Kikao saa tatu, yes, saa mbili na nusu yupo. Yani nidhamu yake ni hali ya juu, sijawahi kuiona kabisa. Kwa hivyo vitatu ni vya muhimu sana kuzingatia kwenye hizi kazi zetu za kila siku. Tunakushukuru sana Ivona, tunakupa pole pia. Pole nani, asante. Najua ni ngumu sana. Sawa, bado huko nasi, hii ni Alasiri na punde tutarejea.